Bwana, niambie kile kilichokufanya ukaja huku, wakati kuye yote ya mbinguni hukuyaona kitu ukaja. Wakati ule yote ya mbinguni huku yaona kitu upata ishi na watu wako Bwana Yesu asifiwe. Basi napenda kuchukua nafasi hii kama mtungaji wa God is Holy Church kuwakaribisha nyote, mahali popote pale ulipo ninakukaribisha kwa upendo wa Yesu Kristo katika kesha ambayo itakuwa tarehe 24 itakuwa siku ya Jumatano na kesha yetu itaanzia saa e, saa nne usiku hadi saa kumi asubuhi. Ni furaha yangu kuwakaribisha yote na kuamini ya kwamba utachukua hatua ili tukaweze kuwa pamoja katika kesha hii, maana itakuwa ni kesha itakayojawa na baraka nyingi kwa ajili ya maisha yako, watoto wako familia yako. Basi pia napenda kukuhimiza kwamba mahali pale ulipo, unaweza kuwa uko na rafiki yako, jirani yako, basi ungana na yeye ukaweze kuja pamoja ili tukaweze kuwa na kesha hiyo ya Krismasi. Tunapatikana katika mji ama kijiji cha Mwareni, mji wa Mariakani. Pengine inaweza kuwa mahali ulipo ni mbali na mahali hapa, hautaweza kutatizika Unapokuja kutoka Mombasa unashuka stage ile ya Kalole, unaenda kidogo hapo kama mita 30, hivi kuna junction hapo ya barabara inayoelekea Bamba. Utashika hiyo njia, utafika mahali utaona shule ya Mwarele secondary school. Utatrek hapo mbele kidogo, utaona signboard imeandikwa God is Holy Church hapo. Kuna mjengo mpya ambao unaendelea haujaisha, basi tuko hapo ndani na tutaweza kuwa e, katika hiyo kesha na tutabarikiwa pamoja. Mungu akubariki sana mahali pale kulipo na unapojiandaa na kujitayarisha kuja, ili tukabarikiwe sote pamoja. Karibu na Mungu akubariki.